Kuletea habari hii ya mwana mpotevu. Kwa hiyo tulia, uwe mtaratibu, usiwe na haraka. Dereva wako nipo Emmanuel Musa Abdul Hassan. Chakuletea kisa hiki cha mwana mpotevu. Kaa utulie kabisa. Kipindi sodata, kipindi kabisa ni kipindi malidhawa, kipindi sodakta, kipindi mswano kabisa cha shuleni kwetu. Na kuletea habari ya mwana mpotevu. Tumeusikia wimbo hapa mtazamaji wangu wa mwana mpotevu. Habari yenyewe iko katika kitabu cha Luka sura ya kumi na tano na mstari wa kumi na moja takusoma bali hii ya ya mwana mpotevu iko katika Luka sura ya kumi na tano na mstari wa kumi na moja na kuendelea, soma yote hiyo habari. alafu ila mimi ntakuduchulia duchulia kidogo takugusia gusia mistari kadha kadha tu ili niweze kukuletea habari ya mwana mpotevu. Nisikilize na kusomea sasa, alafu tuweze kuidadavua kwa dakika hizi chache. Sikilize kwa makini, nasoma Luka sura 15 na mstari wa 11. Habari ya mwana mpotevu, akasema palikuwa na mtu mmoja, alikuwa na wana wawili, yule mdogo akamwambia babaye. Sikiliza mpendwa wangu, sikilia kabisa, nakuletea habari hii. Baba ana watoto wawili, mtoto mmoja anamfuata baba, anamwambia maneno haya. Sikiliza, yule mdogo akamwambia babaye, baba nipe sehemu ya mali yangu inayoniangukia. Bwana, mdogo huyu bado kinda kabisa, wako wawili, lakini kijana mdogo anamfuata mzee, anamwambia baba, tafadhali nipe mzigo wangu, nao niangukia, nipe mali yangu, nipe ulisi wangu. Asubuhi na mapema kamfuata babake huyo kijana, mwenzake hakumfuata, ila mdogo ndo kamfuata, kamfuata baba nipe sehemu inayoniangukia mzigo, niweze ku ku kuona namna ya kufanya. Tunaendelea, baba, nipe sehemu ya mali yangu inayoniangukia. Baba akawagawia vitu vyote. Hata baada ya siku nyingi yule mdogo akakusanya vyote, akasafiri kwenda nchi ya mbali, akatapanya mali zake huko kwa maisha ya uasharati. Kijana akapewa hela zake akasafiri kwenda nchi ya mbali kwenda kula bata, kwenda kula baga na mambo mengine kama hayo. Kasua nchi ya mbali huko kaenda huko kwenda kula baga akafanya mambo ya ucherati, mambo mengine yasiyofaa. hmm. hmm. Mstari wa 14 unasema hivi alipokwisha kutumia vyote, njaa kuu iliingia kwenye nchi ile, yeye naye akaanza kuhitaji msosi na mahitaji mengine ya muhimu hela atashamaliza. Ameishiwa, njaa imeingia. Mstari wa kumi na tano unasema akaenda akashikamana na wenyeji wa akashikamana na mwenyeji mmoja wa nchi ile, naye alimpeleka shambani kwake kulisha nguruwe. tuishie hapo mpendwa wangu, na nataka kuletea habari hizi za mwana mpotevu Bibilia anasema alikuwa na mzee mmoja na watoto wawili, wavulana wawili. Wavulana hawa wawili, mdogo akamfuata mwanaye, babake, bwana baba, nimekuja, mzee wangu, nimekuja na kuomba, tafadhali, nipe urithi wangu asubuhi na mapema, usilete usiku wala mzee nipe hela yangu mapema, nipe mali zangu kabla hujafariki. Tukaanza kupigana, tukaanza kupigana nguvu, tukaanza kupasuana. Nipe changu mapema kabisa. Baba yule alikuwa hana hiana, akasema, mwanangu, nataka nikupe. Ulizi bado unataka? Si ulizi mwanangu, haina tatizo. Baba yule alichofanya, alimpa mali zake, akamkatia eneo lake. Kijana wangu, chukua. Kijana yule baada ya kuchukua hela baada ya kuchukua mzigo wa mana kutoka kwa babake, baada ya kuchukua hela ya kuwa mtu, mali za kutosha, Biblia inasema alisafiri kwenda nchi ya mbali. Kama mfano vijana wetu, mfano hapa kwetu nchini, utakuta unasema, ah, bwana, nadumbukia bondeni hapo, nadumbukia bondeni hapo kidogo, kutafuta maisha. Naye ndivyo alivyoona, aliona ana hela nyingi, aliona na mkwanja mrefu aliona na hela za maana, kwa hiyo sasa hawezi kukaa kwenye nchi yake, ngoja aende nchi zawezi zingine haka, akaishi maisha starehe. Na kweli alienda. Alipokwenda kule sasa, kama unavyofahamu pesa, kama usipokuwa na discipline, usipokuwa na nidhamu ya matumizi, mambo yanakuwa mabaya. Kijana yule akatumia hela ovyo ovyo, watoto wa kike wakawa wengi, anaenda kwenye mabaa, kwenye magesti makubwa, yani starehe. Haoni hatari kupanda ndege hapa na hapa, na sisi sijawahi kupanda ndege hapa, sijawahi kwenda hoteli fulani, anakwenda kwenye hoteli hapo. Bwana, sijawahi kupanda boti, ngoja ni kodi boti. Ela nazo akawa, akatapanya mali zote. Biblia inasema, baada ya mali zote kuisha, njaa ikaingia kwenye ile nchi. Kumbuka yuko nchi ya ugenini. Aliishi maisha magumu, maisha mabaya. Akaenda kuomba kibarua kwa mwananzee, mwanajamii mmoja aliyekuwepo pale, akapewa ajira ya kulisha nguruwe. Chakula hapewi. Ukisoma hapo, alitaka kula hata mabaki yale ya nguruwe ambayo anawalisha, akataka naye kula ili aweze kuishi. Maana yake nini, mpendo wangu? Popote pale ulipo, kama nilivyosema, mtumishi wako niko hapa kukudadavulia kisa hichi. Vijana wengi kweli, unakuta mzazi ana watoto wake vijana, wanakuwa wavivu, hataki kufanya kazi, unakuta mdada hataki kazi, unakuta kijana yuko tu amesomeshwa, na baba kajitoa muhanga, kampeleka shuleni vizuri. Baba kajitoa muhanga, kamtafutia mashirika. Mwanaye, mwanangu, kaa kwenye hili kampuni, endeleza maisha, ni kampuni yangu hii hapa, mwanangu Ha, kwenye kiti hapa tu endeleza, endeleza kampuni. Kijana hataki, anabaki kuzurura tu, ana kuzuru, latua, mambo yanakuwa ya hovyohovyo, anajikuta kila sehemu anaharibu, kwenye kampuni ya baba ana haribu, akitafutiwa connection anaharibu, akitafutiwa u, hana utulivu hata kidogo. Sasa akishaanza hapo, ndo hawa anadai mali mapema. Bwana baba, nipe wangu asubuhi na mapema, niweze kupotea mimi hapa. Sitaki kupoteza mambo mengi, mzee, umenizaa kwa hiyo sitaki kupata shida, nipe mzigo. Mtu wa namna hii ambaye hana uwezo wa kufikiri, hata akipewa mamilioni ya fedha lazima yapoteze, kwa sababu fedha ili iweze kukaa, lazima wewe mtumiaji uwe na discipline, uwe na nidhamu, kwamba hizi pesa ninazo kweli, nisipozitumia kwa uangalifu zote zinapotea. Lazima uwe na elimu ya fedha. Sasa vijana wengi hali kuwa hana hana hatuna elimu ya fedha, ndio kilichomtokea kijana wetu. Akachukua mzigo kaenda kutafanya huko, akitegemea haziwezi kwisha, lakini pesa zote zilikwisha, akawa na maisha magumu kupita kawaida. Kwa hiyo tunajifunza kwenye habari hii, tusikurupuke, usikurupuke kufanya maamuzi bila kufikiri. Hata kama una pesa yako usifanye kupu. Kurupu, kurupu usifanye kurupu, kurupu bila kufikiri, bila kufanya maamuzi kweli. Unayo hela hii hapa, usifanye maamuzi bila kufikiri. Bwana mimi naenda kufungua duka, naenda kufungua bwana mgahawa, naenda kufungua shule, naenda kufungua sijui kitu chochote kile bila kufanya utafiti. Usipofanya utafiti, ndugu yangu, unaangukia pua lazima ufeli kwa sababu hujachunguza kile unachokwenda kukifanya, hujatafakari nini ufanye hapo unapoenda kufungua biashara. Biashara gani inatembea hapo? Wateja wa aina gani wanapatikana hapo? Kwa sababu huwezi kwenda kuweka supermarket kwa wagonga ulimbo, kwa raia wasio na wenye maisha ya kipato cha chini. Wewe unaenda kuweka ni supermarket kubwa, kitu cha kwanza kinaanzia elfu tano na kati jamii iliyoko kwenye mazingira yale wanakwenda kwa ms. kitu cha hamsini, kitu cha mia, wananichukulia pilipili ya kunukia, nichukulie bamia ya mia tano. Wewe umeenda kuweka supermarket kwenye eneo lile, hujafanya utafiti, kwa sababu una hela tu, umekurupuka, umekwenda, lazima utafeli. Kwa hadithi inatufundisha kuwa makini, mtoto wangu, hata kama una fedha, jaribu kuwa mtulivu Tuliza medula oblongata yako itulie kabisa, kimya, utafakari, pesa nilionayo hii nifanye nini ili niweze kuitengenezea mazingira niizalishie, nifanye nini nizalishe fedha? Kwa sababu pesa ukiwa nayo ni vizuri, uendelee kuizalisha usiendelee kuinyongoa tu, kwa sababu pesa kama unaenda unachukua unachukua elfu kumi, uneka mfukoni unachukua elfu tano, uneka mfukoni unachukua elfu tano unanunua hichi, umenunua hichi, unanunua hichi, lazima ufilisiki tu. Ndicho kilichomkuta kijana wetu huyu huyu, mwana mpotevu alipochukua mzigo yeye, akapiga hesabu hapa, si hapa, nifanyeje? Hapa sijawahi kwenda nchi za nje. Akakwea pipa, kapanda huko, kaenda kule nchi za watu. Ah, sijawahi ona mzungu, sijawahi kum, kumshika dada wa kizungu. Dada wa kizungu bei gani jo? akaanza kujaribu kila kitu, akitegemea pesa zile zitaendelea kuwepo. Mwana mpotevu aliangukia kuwa pesa zote zikwisha, akaishi maisha mabovu, maisha ya kimasikini kupita kawaida, ambavyo hakutegemea. Lakini sasa kijana wetu huyu, baada ya muda kupita, alirudi kwa baba yake, baada ya kuona kafeli, baada ya kuona kakwama, alisema ngoja nirudi kwa baba yangu nikaombe msamaha ili ni mzee alisamehe japo nimemfanyia umafia. nimeomba nimeomba nimeomba ulisi mapema, maana kanuni ya ulisi mpaka mtu afe ndo anakufa, au hata kama hajafa anakwambia tu bwana. Mfano kama hadithi hii tukisoma kwa uangalifu, baba huyu alikuwa kashatenga vitu vyake, kashakwambia bwana, wewe mwanangu mdogo, siku siku kama takuwa sipo, utachukua kile utachukua kile utachukua kile utachukua kile. Mwanangu mkubwa siku mimi nikiwa sipo, usipate wasiwasi, mali zako zile zile. Kwa kila mtoto alikuwa huyo. Mzazi alikuwa ni mzazi mmoja makini, alikuwa hataki ugomvi, alikuwa hataki dhuruga kwa familia yake. Aligawa urithi wake asubuhi na mapema, mdogo akapewa mali zake, mkubwa akapewa mali zake, kwa sasa akawa bado anazishikilia, akawa bado anazishikilia yeye kama mzazi, kwa sababu bado yupo. Kwa sasa inatufundisha pia hizi wazazi ambao tupo, kama una mali za kutosha, una familia kubwa, lazima uhakikishe unatengeneza mazingira ili kuto kusababisha ugomvi baadaye, kama mzazi alivyofanya. Alisababisha alikusababisha fujo, mtoto alivyodai hela yake, akamwambia bwana, mwanangu, mbona kama mimi sijafariki bado, nipo mwanangu, unataka nipe mzee ijanao labda piga kitu au vyovyote vile, kale wakaji wa visungula jicho nyanya anambia nipe hela mzee, sije nikaku nikakupiga ngumi ya chembe nikakutufua kwenye tumbo, nipe mali yangu asubuhi na mapema. <coughs> Mzazi kwa sababu alikuwa akamwandalia mwanae, akasema, mwanangu, usinipige mali hizi hapa, nenda tumie. Akaenda kutumia kwa matumizi ya ovyo kabisa, lakini mzazi tumpe kongole kwa, kwa sababu alikuwa ameandaa mazingira mazuri kwa hiyo mpendo wangu kwenye hadithi kama nilivyokwambia, tunajifunza kuwa na nidhamu na matumizi ya fedha, kuwa na adabu na matumizi ya hela. Unapoishika hela milioni tatu nne, milioni moja laki tano laki, usipoitumia kwa utulivu, ukaanza kuchukua jamani, hebu hey, ukachukueni utumbo hapo, ukachukueni utumbo chukueni elfu kumi hapo, ishakuwa elfu tisini kama ilikuwa laki ebu da ebu ninuni bana ni, ni upate kilo ya nyama itafunu kidogo, elfu kumi na tano hiyo kilo inapungua. Lakini ukiwa umepiga hesabu nzuri, ukiwa hela umeiwekea mahesabu mazuri, umeipangilia utapata mafanikio. Mpendwa, pesa inataka adabu, pesa inataka nidhamu. Ukiwa nayo itumie kwa malengo, niyo yaweka pesa ili imeipata, ngoja ninunue nguo, pesa ieipata ngoja niweke kwa ajili ya ada, niweke kwa ajili ya kodi, kwa ajili ya kodi niweke kiasi fulani, kwa ajili ya kusomesha niweke kiasi fulani. Hela hile ile ile ndogo, unaweza kuwa na hela ndogo, lakini ukaipangilia kwamba katika laki moja hii hapa nachukua elfu ishirini naweka kwa ajili ya kodi, nachukua elfu kumi naweka kwa ajili ya akiba, nachukua elfu ishirini naweka kwa ajili ya, ya, ya, ya, ya mambo ya umeme, mambo ya maji na mambo mengine. Pesa ukaipangilia hivyo kila hela ukaweka kwenye kifungu cha hela ndogo, lakini ukaipangilia kwenye makundi makundi, unajikuta mtazamaji, huwezi kufeli. Hata hela ikiisha, unajua hela imekwisha, lakini kila moja imekaa kwenye kwenye eneo lake. Iko akiba, umeweka kwenye mtaji, umeweka kwenye umeme, umeweka kwenye gesi, umeweka kwenye, yes, mafuta, kwenye, kwenye matumizi yote umeweka. Kwa hiyo unajikuta unaenda vizuri, lakini kama unatumia tu hovyo hovyo kama kijana wetu mwana mpotevu, yaliyomkuta kwenye Luka 15 sura ya 11 alipata hasa kubwa ya katika maisha yake, alijikuta anaenda kutaka kula msosi wa nguruwe, kwa sababu ya kutokuwa na utulivu wa ubongo. Mtazamaji wangu, kuwa mwangalifu kwenye maisha haya. Unapopata pesa, pole <coughs> Unapopata pesa, mtazamaji wako, unapopata mzigo wa hela, tumia kwa nidhamu, tumia kwa adabu, usitapanye tu kwa maisha ya anasa, anasa hizi zisizokusaidia. Fanya mambo ya maana, fanya malengo ambayo umejiwekea wewe. Unataka kununua kiwanja, pesa umepata, nunua, usisemea ngoja nitafune kwanza. Ni ujana kwanza, fanya hela kwenye malengo. Mungu akishakupa riziki sasa hivi, kesho atanipa mimi Yaani, kama riziki kakupa wewe leo, kesho atanipa mimi, amenipa mimi, kesho kutu atatoa kwangu, atampa mtu mwingine. Ata Mungu ndivyo anavyogawa. Sasa unapopewa bunda la hera ilo bu wanangu, hera hizo yaani mwaga ya nakujaja, Mungu anaamua kukutunuku, unajikuta mambo yanaanza kwenda, ukifanya kibarua fulani ni hera hiyo, ukiuza genge tu wateja wanakuja kama mvua, ni kipindi ambacho Mungu anakutunuku wewe. Sasa unapotunukiwa hela zinakuja mfululizo, usise usione kama zitaendelea kuja, zitaenda bara, zitasimama. We anapewa mwana nzengo mwingine, ko zamu yako ikifika, mtazamaji wangu, usifanye kama mwana mtu potevu alivyofanya. Alianza kutapanya, alianza kula bata, alianza kutesti kila starehe aliyoitaka. Mwisho wa siku hela ilikwisha, akaanza kuishi maisha kama ndege wa angani akaanza kuishi maisha hohe hahe tila lina njaa kali, hela zote ziliisha. Kwa hiyo wewe usifanye hivyo, mpendo wangu. Unapopata fedha, hakikisha unaipangilia mambo yatakuwa mazuri, iwekee kwenye ni hesabu, iwekee kwenye ni mpango, basi hela hata kama ikipita ikaenda kwa mtu mwingine, lakini wewe umeifanyia jambo la maana. Hata kama unapoanza kusimulia, ah, bwana, mimi nilishikaga hela baba, nilikuaga na hela ndefu, lakini tukiangalia ni kweli, kuna kitu umefanya lakini sio, kuna watu wengine wanakuta anajisifia, mimi mimi, mimi sio mtu mzuri, nilikuwa na hera baba. Hoteli zote mimi nimetembea, hapa hapa mjini, hoteli zote nimechafua mimi, usinione, ukumbi gani wa starehe, sio unjua mimi. Anajisifia uboya. Ukimuuliza, he bwana, kweli kumbi za starehe zote umeenda? Ni kweli ndugu yangu Eh, mahoteli mbalimbali umeenda, mikoa mbalimbali mbali mbali umeenda. Haya, kuna kitu gani ambacho unacho cha maendeleo maendeleo? Au unajua unajua unajua, anaanza kujikanyaga kujikanyaga kanyaga. Sasa kujisifia kwake kunakuwa kwa kishamba kwa sababu hakuna alichofanya, pesa zote alitafanya kweli, anajisifia niliendaga hoteli fulani, nili wazungu, nimetembea nao waarabu wote kaka, lakini hana cha kuangalia lakini kuna mtu mwingine akipata hela, kwa bwana, mimi nilipiga hela kuna pini kwa na kampuni fulani nilifanya. Ehe, ulifanya nini? nyumba ile pale, kiwanja kile pale, gari lile pale ninalo, nilisomesha watoto, nilifanya kwa mtu tunamkubali. Ah, na ah bwana, ulishika hela kweli, heshima kwako. kwa lakini kwa, unajisifia hela ulikuwa nazo, lakini umetapaja kama mwana mpotevu. Hakuna ulichofanya bado, penginepo unapanga bado, penginepo unakaa kwa wazee wako inakuwa inakera mpaka inatia ina aibu kutamka nikua na hela. Heli unyamazi useme bwana, ah, we na Mungu mengi, tutulie tu. Heli ukae kenya nai, kama umepata fursa, kama mwana mpotevu umepata mzigo wa maana. Maana kijana yule baada ya kupata hela kutoka kwa baba yake, mzigo wa ulisi ilikuwa natakia afanye jambo la maana Naye akanunue mji wake, akanunue jumba huko akae, anunue viwanja huko akae, afungue maduka ya maana, aendeleze maisha yake. Lakini mwenzetu hatuambiwi aliendeleza maisha, alienda kula bata, alienda kula baga bila utaratibu. Maana tuna kweli, ukiwa na hela kula baga, kula unachotaka haidusi, haikatazo, pangilia. Na hii hapa, ngoja nikale baga, na hii hapa, ngoja nifanye na jambo la maana lakini sio wewe, hela yote unaendelea kumstarehe na mambo mengine ya ovyo. Kwa hiyo ni jambo baya kwa kweli, mtazamaji wangu, unapopata pesa, Mungu anapokubariki riziki, hapo hapo usisubiri nyingine. Pesa ulionayo ni hii hapa yani, pesa ulionayo ni hii ya mkononi. Ukisema kwamba ah, nitapata nyingine, hiyo sio yako. Hiyo ya kusema nitapata nyingine sio yako baba, wachana nayo hiyo, haikuhusu hiyo. Ulionayo sasa hivi ndo hela yako. Fanyia jambo la maana. Asante mpendo wangu, ulikuwa pamoja nami mwalimu wako machachari kabisa, Emmanuel Musa Abdallah Hassan. Nilikuwa nimekuletea kisa hicho cha mwana mpotevu, alipata pesa nyingi, lakini alizitapanya kabisa bila utaratibu. Wewe ukipata fedha, hata iwe ndogo, usisubiri kubwa. Hata ndogo tu, hakikisha unaitumia kwa nidhamu. Pangilia mambo yako vizuri. Hela hii hapa, ninunue kitu fulani. Fedha hii hapa, nifanyie kitu fulani, nifanyie biashara, ninunue kitanda, ninunue godoro, ninunue kiwanja. Fanya mapema hela inapokuja, usisubiri hela ya baadaye utapata nyingine ah, uh, utapata nyingine, hiyo sio ya kwako. Mpendo wangu, tukutane wakati mwingine tena kwenye kipindi imani lao, kipindi sadaka, kipindi safi kama hichi cha kukuelimisha mtazamaji wangu tukutane wakati mwingine. Mungu akubariki sana Amen.